Israel na Iran zimedai ushindi baada ya vita vya siku kumi na mbili kumalizika katika usitishaji mapigano uliosimamiwa na Rais Trump kwa upatanishi wa Qatar. Maelfu ya vijana kote nchini Kenya wanatarajia kufanya maandamano ya amani leo hii kukumbuka mwaka mmoja wa maandamano ya kupinga ongezeko la kodi yaliyosababisha vifo vya vijana kadhaa. Na katika gumzo asubuhi ya leo, tunaangazia mkutano wa washiriki zaidi ya 700 kutoka zaidi ya mataifa duniani 50 wanaojadili mchango wa sekta ya kilimo katika kuimarisha lishe. Tunaangalia kufungamana kwa kilimo chakula na afya kwa sababu ni sekta tatu ambazo zinakwenda pamoja. Chakula kinatokana na kilimo na afya inatokana na chakula pamoja na mambo mengine. Lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu, unaosoma kwako na Jamhuri mwa Vyombo. Karibu mwa Vyombo. Shukrani Mkya, na karibu msikilizaji. Msemaji wa shirika la umoja wa mataifa UNICEF ameonya kuwa miongoni mwa wanaofariki kutokana na kiu huko Gaza ni watoto. Ameshtumu vikali mpango unaoendeshwa na Israeli wa ugavi wa chakula kwa Wapalestina, ambapo waathiriwa hao wa vita wamekuwa wakishambuliwa na baadhi yao kuuawa karibu kila siku tangu kuanzishwa kwa vituo hivyo, vituo ambavyo vimefananishwa na mtego, kama anavyoelezea msemaji huyo wa UNICEF Bwana James Elder: Wakati unapowanyima watu chakula kisha unawalazimisha kwenda katika eneo ambalo wenyewe wameliweka kama uwanja wa mapigano kisha wanakumbwa na mazingira hatari halafu, nasikia watu thelathini wameuawa, mara arobaini wamefariki, umefariki, na usemi wa Israeli unabaki kuwa eti watu hao walikuwa eneo la kivita. Huu ni undumilakwili wa kiwango gani? Ni jambo ambalo hata halifikiriki. Pande mbili kinzani Israel na Iran wamekuwa wakijisifu jinsi walivyopata ushindi baada ya vita vya siku kumi na mbili baina yao. Mapigano hayo yamesitishwa baada ya rais Trump kuwafokea na kuonya yasikiukwe kiukwe. Este Luambano anayo maelezo zaidi. Mkataba huo wa kusitishwa mapigano uliofanikishwa na Marekani na Katar ni kama unaendelea kuheshimiwa, lakini wote wanasema wameibuka washindi. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema nchi yake imeandikisha ushindi wa kihistoria. Rais wa Iran Masud Pezeshkian kwa upande wake, amesifu taifa lake kwamba limekomesha vitimbi vya Israel. Hata hivyo, hasara ya kimaisha kwa mataifa yote ni dhahiri. Iran inasema zaidi ya watu 610 waliuawa kwenye mashambulio ya Israel, huku watu 28 wakipoteza maisha yao upande wa Israel kutokana na mashambulio ya Iran. Utawala wa Trump nao umekuwa ukijitetea kuhusu madai kwamba hawakumudu kutokomeza mradi wa Irani ya kinyuklia kama walivyotangaza hapo awali. Utafiti wa shirika la kimatibabu Lancet umeonyesha kuwa idadi ya watoto wanaopewa chanjo za kuzuia maradhi mbalimbali imeshuka. Wazazi wanahimizwa kuwasilisha watoto wao wapewe chanjo stahiki. Kutofanya hivyo kunaongeza hatari ya watoto kuugua au kufariki kutokana na magonjwa ambayo yalikuwa tayari yashadhibitiwa. Na waandamanaji katika mji mmoja wa Uitaliano wamezuia harusi ya bilionea Jeff Bezos na mchumba wake bi Lauren. Wanaolalamika wanadai sherehe hiyo ya siku tatu katikati ya mji wa Venis ingetatiza shughuli zao za kawaida. Sasa sherehe hiyo imehamishiwa katika kitongoji kimoja cha mji huo maarufu kwa watalii Venis. Hii ni BBC na muktasari wa habari za ulimwengu masomo kwako na jamhuri mwa vyombo unasikiliza amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye fm redio washirika na kwenye tovuti ya BBC swahili.com Vilevile, unaweza kutusikiliza moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika tu BBC Swahili. Ukiwa Uganda unatupata kupitia redio Kitara, DRC ni redio Muungano ya pale Beni, Tanzania ni redio 1 ni Dar es Salaam, na ukiwa Kenya tusikilize kupitia Kenya, tusikilize kupitia Count FM. Karibu karibia. Mimi ni David Nkia. Kama ulivyosikia kwenye muktasari wa habari za ulimwengu, Israel na Iran kila moja imedai ushindi baada ya vita vya siku kumi na mbili kumalizika, kufuatia usitishaji mapigano uliosimamiwa na Rais wa Marekani Donald Trump kupitia upatanishi wa Qatar, kama anavyoarifu Halima Nyanza. Lakhem, Iran... ni waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akijitapa jinsi walivyoweza kufanikiwa kuteketeza mitambo ya nyuklia ya Iran. Iran, waziri mkuu Netanyahu pia amewaelezea Waisrael kwamba wamepata ushindi wa, wa kihistoria lakini hata hivyo, wakati huo huo, rais wa Iran Masud Pezeshkian ameonekana pia akipongeza kile alichokielezea jinsi taifa lake lilivyoweza kupinga kishujaa uchokozi wa Israel. Zoezi la usitishaji mapigano limeanza kutekelezwa siku ya Jumanne asubuhi, ambapo kabla ya usitishaji mapigano pande zote mbili zilifanya mashambulizi makubwa dhidi ya kila mmoja. Hapo awali rais wa Marekani Donald Trump, Trump aliionya Israeli kupitia mtandao wake wa kijamii kutoendelea na mashambulizi yake dhidi ya Iran, I'm not happy with Israel. I'm not happy with Iran either, huku Iran nayo ikisema itasitisha mashambulizi pale tu Israeli itakapofanya hivyo. Wakati viongozi wa Israeli na Iran kila mmoja akijinadi ushindi, wizara ya ulinzi ya Marekani imekanusha taarifa zilizotolewa awali na vyombo vya habari vya nchi hiyo kwamba mashambulizi ya mabomu yalifanywa katika mitambo ya nyuklia ya Iran hayakuleta uharibifu mkubwa. Vyombo kadhaa vya habari viliripoti maelezo ya tathmini ya awali juu ya uharibifu huo iliyotolewa na shirika la ujasusi kutoka wizara ya ulinzi ya Marekani. Kufuatia taarifa hizo, ikulu ya Marekani imeelezea tathmini hiyo iliyotolewa awali kuwa ni kosa kubwa na jaribio la wazi la kumdhalilisha Rais Trump. Huku mjumbe maalum wa Rais Trump katika eneo la mashariki ya kati, Steve Witkoff, akiita tathmini hiyo ya kijasusi iliyovuja kuwa ni uhaini, ameliambia shirika la habari la Fox kwamba suala hilo linapaswa kuchunguzwa na yeyote atakayekutwa na hatia atawajibishwa. Katika hatua nyingine viongozi wa nchi wanachama wa jumuiya ya kujihamia nchi za magharibi NATO wamewasili mjini The Hague, Uholanzi, kuhudhuria mkutano wa siku mbili ambao kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameuelezea kuwa wa kihistoria na wenye lengo la kuleta amani barani Ulaya kwa vizazi vijavyo. Ni mkutano wa kwanza pia kuhudhuriwa na rais Trump tangu mwaka elfu mbili na kumi na tisa wakati akiwa madarakani, ambapo katibu mkuu wa NATO Mak Rute amempongeza kwa jinsi anavyoshughulikia jumuiya hiyo na mzozo wa Iran. Ni taarifa ya Halima Nyanza. Tukisalia mashariki ya kati, watu wapatao 46 waliokuwa wakisubiri msaada umeuawa na wanajeshi wa Israel katika matukio tofauti yaliyotokea katika uh, eneo la kusini mwa Gaza. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yamelaani mfumo wa usambazaji chakula unaoungwa mkono na Marekani sambamba na Israel ambao wameelezewa kuwa ni wa kuchukiza na kama mtego wa kifo. Akiukosoa mfumo huo, msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF James Elder amesema alitembelea eneo hilo. Amesema kwamba kuwanyima watu chakula halafu kuwalazimisha kwenda katika eneo la mapigano ili kupokea misaada ni upumbavu. Wakati unapowanyima watu chakula kisha unawalazimisha kwenda katika eneo ambalo wenyewe wameliweka kama uwanja wa mapigano kisha wanakumbwa na mazingira hatari, halafu unasikia watu thelathini wameuawa, mara arobaini wamefariki na usemi wa Israeli unabaki kuwa eti watu hao walikuwa eneo la kivita. Huu ni undumilakwili wa kiwango gani? Ni jambo ambalo hata halifikiriki. 22 that I think I can possibly, possibly imagine. Bila ya kujumuisha matukio ya hivi karibuni, Umoja mataifa wa mataifa wamesema kuwa zaidi ya wa Wapalestina mia nne na kumi wameripotiwa kuuawa tangu Gaza kukumbwa na janga la like kibinadamu. Ramzi Naim ni mkazi wa Gaza, anaelezea hali ilivyo katika eneo hilo. We in Gaza, sisi hapa Gaza ndiyo tunalipia gharama. Hali ya Gaza ni maangamizi. Gaza, Gaza is imechoka, imeharibiwa na matukio kama hayo katika siku za hivi karibuni yamekuwa yakitokea karibu kila siku, lakini yamekuwa hayasikiki kutokana na uangalizi mkubwa wa kuwekwa katika mashambulizi yanayofanywa na Israel dhidi ya Iran. Nam, kwingineko ni kwamba leo ni mwaka mmoja tangu maandamano ya vijana wa Gen Z nchini Kenya kutokea na kupinga utawala duni, nyongeza ya ushuru, sambamba na masuala mengine uh, nchini humo. Sasa baadhi ya vijana wamesema kwamba watajitokeza kufanya maandamano mengine makubwa ya amani hii leo kuwakumbuka wenzao waliouawa wakati wa maandamano hayo. Kufahamu zaidi, muda mfupi uliopita, nimezungumza na mwandishi wa BBC Akisa Wandera akiwa jijini Nairobi, ambaye ya anaanza kuelezea kwamba kile kinachoendelea kwa sasa kwa sasa hali hapa Nairobi bado ni tulivu kwa sababu uh, ni mapema sana. Maeneo mengi jijini hapana shughuli nyingi uh, lakini pia tunatarajia kuwa polisi wata, wataanza manda, maandalizi yao ili kuweka usalama uh, katika jiji la Nairobi na pia miji mengine ambapo maandamano um, yanatarajiwa maandamano haya yanajulikana kama memorial march kwa kimombo, kwa, kwa Kiswahili wanasema maandamano ya kumbukumbu, na ni kumbukumbu kwa wale ambao waliuawa au kujeruhiwa mwaka jana. Uh, maandamano ya mwaka jana ambayo yalikuwa dhidi ya uh, kodi za juu. Uh, lakini pia yamechochewa na maswala mengine kama um, ukandamizaji wa raia na ukatili wa polisi hasa uh, baada ya visa vya hivi karibuni um, um, ambapo raia wamepigwa risasi au kufariki wakiwa mikononi mwa maafisa wa usalama waandamanaji wamepanga kuanza rasmi maandamano yao ya muda gani Wamesema kuwa wanatarajia maandamano hayo kuanza um, rasmi uh, kuanzia saa nne asubuhi, na maandamano um, hayo yanatarajiwa sehemu kadhaa uh, katika miji mikuu uh, hapa Kenya kama Nairobi, Mombasa uh, Kisumu na hata Nakuru. Kuna maeneo ambayo waandamanaji wanaonywa kutokwenda siku ya leo ili kuweza kutokusababisha vurugu kuwa kubwa. Ndiyo mkuu wa polisi nchini Douglas Kanja ametoa wito kwa waandamanaji kudumisha amani na pia amesema kuwa um, wajichunge sana uh, wasikwende karibu na majengo ya serikali ambayo yana ulinzi mkali uh, majengo kama ikulu ama bungeni, um, ambapo maafisa um, wa usalama watakuwa wengi, na kwa upande mwingine pia mashirika ya kiraia Um, na balozi kadhaa za kigeni zimesema kuwa wanataka uh, serikali iheshimu haki ya waandamanaji. Baadhi ya raia wamekuwa wakiomba serikali kuwasaidia kuangalia biashara zao na maeneo ambayo baadhi ya waandamanaji wamekuwa wakionekana kutumia mwanya huu kupora mali za raia. Serikali inasema lolote kuhusu hili? Uh, serikali eh, kwanza polisi walisema kuwa hawafahamu hawa ni akina nani na hawafanyi kazi na wao uh, manake waporaji wengi walionekana kuwa katika maandamano ya wiki jana na walionekana uh, kuwa ni kama wanafanya kazi na polisi uh, ili kukabiliana na waandamanaji ambao uh, walifika jijini Nairobi, lakini polisi walisema kuwa hawafahamu hawa ni akina nani, uh, na watahakikisha kuwa waandamanaji watakuwa na usalama ufaao o uh, polisi um, watakuwa wata katika uh, kona zote jijini Nairobi ili kuhakikisha kuwa waandamanaji wamepata usalama ufaao uh, wakiendelea na shughuli zao, na Makisa Ndera huyo kama alivyozungumza naye hapo awali. Na sasa ni michezoni na Omari Mkambara omi Nam, asante sana David Nkia. Na moja kwa moja nianze na michuano ya Kombe la Dunia kwa vilabu ambako kutoka kundi C Ba Munich na Benfica zimefanikiwa kutinga kwenye hatua ya 16 bora ya michuano ya Kombe la Dunia kwa vilabu. Benfica walishinda goli moja kwa bila dhidi ya Ba Munich. Katika uh, mchezo mwingine uh, Auckland pamoja na Boca Juniors walienda sare ya goli moja kwa moja, na hivyo wao ndio wanaondoka wa katika hatua wa hii ya awali, lakini katika michezo ambayo imemalizika hivi punde ni kwamba klabu ya soka ya Chelsea wameibuka na ushindi Tunisi, ukul, uh, wa goli tatu kwa bila dhidi ya Esperance de Tunisi, huku Los Angeles wakienda sare ya moja moja na klabu ya Flamingo. Kwa matokeo hayo, sasa uh, ni rasmi sasa uh, kwamba Chelsea ndiye anasonga mbele pamoja na klabu ya Flamengo wakiwa Flamengo na alama saba Chelsea na alama sita huku Esperance de Tunis pamoja na Los Angeles wao uh, wakiwa wanaondosha kwenye michuano hii ya kombe la dunia kwa vilabu. Pale nchini Ufaransa, ni kwamba kuna taarifa kuhusu klabu ya, ya, ya Lyon ambako inaelezwa mabingwa mara saba wa michuano ya ligi 1 klabu ya Lyon imeteremshwa daraja rasmi kutoka ligi 1 mpaka ligi 2 kutokana na matatizo makubwa ya kifedha na madeni ambayo anaikabili klabu hiyo. Uamuzi huo umetolewa na chombo cha kusimamia fedha cha nchini hapo DNCG baada ya maafisa wa Lyon kushindwa kuthibitisha hali yao ya, ya kifedha ambao baada ya hiyo ilikuja kikao kilichofanyika jana. Mwenyekiti wa klabu ya Lyon, John Texa, na viongozi wengine walishindwa kuthibitisha hali yao ya kifedha, na hivyo Lyon anakwenda kwenye ligi daraja la pili, na inaripotiwa kwamba Lyon ana deni linaofikia kiasi cha paundi milioni 422, na, mm, na ni rasmi sasa. Hatua hii huenda ikaisaidia Crystal Palace kutoka nchini England, mm, kupata nafasi ya kuenda kushiriki ligi ya Uropa, ligi Kufa, hii taarifa mba najua unaisubiri <laughs> watu wengi wa ukanda huo <laughs> wanaisubiri. Ni niwakumbushe tu bana, leo <laughs> ndio siku ambayo mechi ile ya kuamua bingwa wa ligi kuu Tanzania bara <laughs> itakwenda kupigwa pale dimba la Mkapa majira ya saa 11 kwa saa za Afrika Mashariki, Dan Africa dhidi ya wekundwa Msimbazi, Simbamtoto tumwe dukani. Hatimaye hayawe hayo, asante Umari, yamekuwa